Msiba huu ni mkubwa wa kitaifa na ni mzito wa kitaifa pia, kwa sababu marehemu amekuwa kiongozi, amekuwa mtumishi wa umma kwenye nafasi za juu katika nchi, na kwa maana hiyo serikali inawajibika moja kwa moja kuratibu kila kitu mpaka siku ya mwisho kwenda kupumzisha kwenye nyumba yake ya milele na uratibu huu unaenda pamoja na kushauriana na familia, jukumu ambalo linaendelea kesho, sana. Kwa sasa, ndugu waombolezaji wenzangu, ofisi ya Waziri Mkuu kuanzia kesho, wakati wote, kuanzia saa nne itaanza kuwajulisha Watanzania kila hatua ya mwenendo wa maandalizi ya kwenda kumpumzisha kiongozi. Ndugu waombolezaji, kwa sasa tunawasihi muwe watulivu, kufuatia kwa mzee wetu, kiongozi wetu kutangulia mbele za haki. Tumeonana na familia, tumewasihi nao pia wao watulivu katika kipindi hiki. Lakini pia nako mwanga mpaka kule nyumbani Usangi taratibu za awali zinaendelea nao pia tumewasihi waendelee kwa utulivu.